William Edgar mm, katika tuzo za, za mwezi ndio ligi kuu ya mwezi Januari, anaweza akaipata yeye mm, hii tuzo kwa sababu muendelezo ambao anakwenda nao kila mechi anayocheza Dodoma lazima atupie goli tena goli muhimu, magoli ambayo anakwenda kutoa eh, uamuzi wa moja kwa moja yeah. <laughs> Alifunga kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prisons, baada uh, ya hapo alifunga kwenye mechi dhidi ya Young Africans, japo alipoteza mechi hiyo kwa magoli matatu kwa mm, mm, moja, lakini ndo alianza kufunga goli la kwanza amefunga pia goli kwa mwezi Januari, maanake hapo utazungumzia Januari peke yake. Alifunga pia goli kwenye mechi dhidi ya yeah, JKT Tanzania. Nafikiri hizo ndo mechi ambazo utazitaja zile ambazo zilichezwa Januari, Januari na hii ambayo amefunga leo tayari, mwezi umebadilika mm, ni mwezi mwingine huu kwa maana ya mwezi wa pili Februari, mm, ambao pengine kama ataendeleza tena itakuwa ni issue nyingine, lakini kwa William Edgar, nafikiri nafikiri uh, alikuwa na vipindi hapa tofauti tofauti, kupanda na kushuka kwake imekuwa ni jambo la kawaida tangu akiwa anacheza uh, Mbeya Kwanza wakati ule, kama nakumbuka, ndio amekuwa na utawala mkubwa sana kwenye, uh, kwenye mechi za Championship, lakini inapofika kwenye Premier League ameonekana kuwa na hali fani ya kusitasita kiasi. Wakati anapanda, wana, timu inapanda Mbeya Kwanza, wakati ule alikuwa top scorer kwenye Championship amekuja ligi kuu akafunga goli la kwanza kwenye msimu kwenye mechi ambayo alicheza walichezea uwanja wa Mabatini pale dhidi ya Mtibwa, lakini baada ya hapo mwendelezo wake ukawa sio mzuri. baada ya timu kutokua kwenye nyakati nzuri, akasajiliwa na Kagera Bala, akakuwa kwenye nyakati zingine pia nzuri, alikuwa anapanda shuka sana. baada ya karudi Ken Gold last season, top scorer pia wa championship. baada ya timu kupanda ligi kuu, akaondoka akaenda Fontengate mwanzoni alianza pia vizuri wakati ule muunganiko wao kwenye ule mstari wa kufunga yeye, Selemani Ambundo, Kiimbwa, walikuwa kwenye fomu nzuri sana. Fomu ya timu ilivyo drop na yeye aka drop, ikalazimika tena kuanza kujitafuta upya. Baada ya kwenda kwenye kost ya Dodoma Jiji pia bado naangalia, historia yake haikuwa pia nzuri sana sio, kwamba alienda tu Dodoma Jiji akaanza kutupa kitu ambacho ni bora kutoka kwenye miguu yake, imemchukua pia muda kwa sasa unaona ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia vizuri kwenye kile ambacho mwalimu Josia Imani anakitaka kwenye timu na inaonekana kwamba matumizi yake kwenye hilo eneo la juu la kiwanja yameonekana kumlipa kwa kiasi kikubwa mwalimu. Na ukijaribu kuangalia kwa, kwa jinsi ambavyo Dodoma Jiji anacheza, kuna muda unamwona yeye anapata room ya kuingia ndani kwenye box ya wapinzani na kupata haya magoli ambayo anayafunga, mostly magoli mengi ambayo William Edgar ameyafunga, ajiafunga kutokea pembeni, anafunga akiwa anatoka kwenye eneo la pembeni, ameingia ndani, ndio anapata hiyo nafasi ya kufunga magoli. Kwenye goli dhidi ya Yanga, unakumbuka pasi ipigwa katikati ya walinzi wawili, lakini sio eneo ambalo pengine ungesema yeye awe hapa muda mwingi, kwa sababu Dodoma anacheza na wanne wawili watatu mmoja juu. Mara nyingi anasimama yule bwana mdogo Kayanda, ambaye anasimama juu nyuma yake ndiye ambapo Edgar anacheza. Helfin sasa hivi anacheza hapo, atatafuta na Edi Kipagula au mwingine ambaye anacheza kwenye mstari wa watatu ambaye anacheza nyuma kabla ya kukutana na wale viungo ambao anacheza hapo, Munganga pamoja na Edi Salmenios ambaye anacheza kwenye ile besi ya midfield. Kwa hiyo ile kubadilishana nafasi kwenye eneo la kushambulia ndio inampa room William Edgar mara nyingi kuingia katikati na kupata magoli ambayo anayafunga, ndiyo maana uh, matatu mkwang... Kumbuka tu ambayo ameyafunga goli dhidi ya JKT Tanzania ilikuwa pia na mazingira ambayo yanafanana, umepigwa mpira mrefu, baada ya kumwona golikipa amesogea kiasi kwenda mbele, chalamanda akaenda akaupiga akiwa kwenye usawa wa goli goli. Aleo pia ambao amefunga wakati cross inaenda kupigwa na uh, gadi mi Mm. Yeye tayari akawa ametoka kwenye eneo la asili ambalo kwenye formation namtaka kuwa wide, akawa amesogea ndani, anena anapiga kichwa. Kwa hiyo unaweza kuona wakati ambao timu inasogea kwenda kushambulia Mm. jinsi ambavyo wale washambuliaji watatu ambao anacheza nyuma, mshambuliaji wa mwisho anavyobadilishana nafasi mara nyingi zinamkuta hizo nafasi William Edgar, kwa sababu yeye, moja kati ya sifa ambayo yuko nayo ni pamoja na speed. Yani ni mchezaji ambaye kwenye kukimbia yuko sawa sawa sana uharaka, kwa hiyo uharaka sana wa kukimbia kwenye maeneo. Kwa hiyo inapotokea kwamba amenusa hatari kwenye eneo fulani, si, sio mchezaji ambaye anaweza tu kanusa hatari alafu akaiacha. Ni mchezaji ambaye anaenda, anafika kwenye tukio na kupata faida. Kama unakumbuka kwenye goli ambalo alifunga Yanga, yani kwenye nafasi ambayo ni 50 kwa 50, anaenda hapa watenda pembeni, lakini akapita ndani akaenda akapata nafasi. FM kutoka Tanzania.